Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Mvua kubwa ya uwa zaidi ya watu 30, Kinshasa. Mvua kubwa ilionyesha kwenye mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa imeua karibu watu 30 na kusababisha uharibifu mkubwa katika mji huo mkubwa. Watu wengine kadhaa wamejeruhiwa vibaya na kuhamishwa. Waziri wa afya ya umma wa mkoa wa Kinshasa, Patricien Gongo Abakazi, amesema kuwa watu wengine waliojeruhiwa ambao wamehamishiwa sehemu nyingine. Waliokufa walizama majini au kuangukiwa na kuta za nyumba zao zilizoporomoka baada ya mvua kubwa kunyesha Ijumaa usiku kuamkia Jumamosi. Mafuriko yaliharibu vitongoji vya mji huo wenye wakazi milioni kumi na saba. Baadhi ya wakazi walilazimika kusafiri mjini humo kwa kutumia mitumbwi. Mafuriko hagalab yamesababisha hasara kubwa mjini Kinshasa, mji ulioko kwenye kingo za mto Kongo ambao ndio wa pili kwa ukubwa barani Afrika baada ya mto Nile. Gavana wa Kinshasa Daniel Bumba Lubaki, miundo miundombinu ya maji imeathirika lakini huduma zitarejeshwa ndani ya siku mbili au tatu. Mto Njili ambao unapatikana katika sehemu ya mji huo ulifurika na kuvunja kingo zake Ijumaa usiku na kuiziba barabara kuu ya kitaifa. Mtaalamu wa masuala ya maji Daktari Rafaeli Shimanga Mwamba amesema mto huo umeathiriwa na shughuli za binadamu kwa muda. katika wilaya ya Mashariki ya Debohome maji Yalisomba magari na kuwalazimu wakazi kuogelea au kutumia mitumbwi. Baadhi ya waathiriwa walinasa katika sehemu za juu za nyumba zao baada ya maji kujaa zaidi kwenye horofa za chini.